Yangu, mm -hmm. Uh, ndio na kipindi hiki cha jamvini aise ndugu yangu hali ni ngumu sana kwa sasa. Wapi? Kwenye nini? Kote hali ya pesa. Aha, ugumu. Mm. Unafum, kuna msemo mmoja unasema nimebanwa katikati. Na katikati nilipobanwa ni katikati ya mm, jiwe na sehemu ngumu. Hali sasa hivi ni ngumu sana. Yaani una jiwe alafu na sehemu. Miongoni mio, mio mwa hali kwa ngumu bwana uh, Tanga B kule Tanga, kwa nini ni jiji? Tanga jiji ni kwao. Wow. jiji la <laughs> Tanga au jiji ni Tanga bwana uh, tumeitoa taarifa moja hapa ya uh, bwana mmoja kupigwa risasi ya tumbo na mlinzi mmoja wa sheri wakati wakidaiana shilingi elfu moja na mia tano na muhusika ana, anasema kwamba alimwambia ni kulipe nusu. <laughs> <laughs> Sasa uh, watu wengi pia waka, wakajwakajkkooji wakajekutu... <laughs> wanacheka kama mazuri yaani, kwamba elfu moja mia tano afu anataka ulipe nusu shilingi ngapi? au nalipa mia saba hamsini au nalipa elfu moja? Unamlipa elfu moja nabaki mia tano namlipa mia tano nabaki elfu moja. Eh, sasa sijajua kwamba anataka mlipe elfu moja nabakishe mia tano Mkazi mkazi wa Handeni Uh, mkoani Tanga Abdalla mkazi wa mji wa Handeni mkoani Tanga Abdalla Mtego miaka yake 33. Huyu bwana amenusulika kifo baada ya kupigwa risasi na mlinzi wa kituo cha mafuta cha Mount Meru usiku wa kuamkia leo, uh, katika kituoni hapo. Uh, ameweza kusimulia huyu bwana. <coughs> anasema jinsi tukio hilo lilivyokuwa limetokea akiwa anaendelea na matibabu akiwa hospitali ya halmashauri ya mji Handeni Mtego amesema kwamba chanzo ni ubishani wa, <coughs> wa utani, kwani anadaiwa na mhusika, na alitaka kumlipa nusu ya deni, alikataa. Wanavyosema walikuwa na mazungumzo ya utani utani, wanadaiana utani. Ehe. Uh-huh. Lakini ndani ya huo utani, yule mwenye pesa yule mlinzi akawa akawa ametoka kwenye upande wa utani mimi binafsi nilikuwa nimepata kama swali kidogo, kumbe wale walinzi wanamiliki pia na silaha pale, wanamiliki silaha za moto ndio walinzi wa sheli. Mm. Wana sasa wewe mochiko, tena za kulinda mm. si wao wengi silaha za pale pa moto mm. ulinzi wa kirungu pale na wakupiga makofi wewe mm -hmm. Uh, utoboi kwa hiyo, silaha silaha <coughs> unakuwa nazo. mm. kitu ambacho kitu ambacho unaweza ukafikiri ni kwamba labda mlinzi aliani sana alikasirika sana. Moja kwanza, badi tumsikilize kwanza mlengo uh, <muchos> mm. tumsikiliza mlengo afu tuone ilikuwaje <muchos> Eh, sikia hapo. Umemsikia muhusika ambaye amejeruhiwa akiwa na jaribu kutoa maelezo yake bado. Takulipa elfu moja Ta kumalizia mia tano yaani mwamba alikuwa yaani mwamba ni mlevi mlevi, so, si si, ni ulevi, lakini akuwa ya yaani amepiga mirungi ya siku ya yaani, sasa yeye anacho, anachoisi woenda, wo, kwa siku kwa tali amelewa, na ndio maana wakashindwa kuelewa elfu moja eh, lakini pia ta kweli mia tano sasa kwa, kwa, kwa, kwa hiyo mm. mm. mm. mzaa mzaa mm. kwenye vyombo vya moto michezo watu, mm. watu wanayo a Kwenye, kwenye, kwenye kila kitu kwenye maisha unaweza kuwa unafanya zile cha kawaida kwa muda huo, na ni ada ada yako kufanya hivyo, lakini si sawa kufanya hivyo kwa muda huo, kwa wakati huo, kwa taratibu zake. Yaani ni kama vile huwezi kuwa unatumia simu ambayo inaingia maji mm, kwa mazingira ya maji wewe unaitoa na kutumia mmm, zile clip tunaziona, mtu atupa simu baharini, kama ikashika samaki akili akili na kataa tu kawaida. Kuna vitu vitaenda tu sasa kila jambo na wakati wake. mm. Unapoona kwamba upo eneo lako la kazi na utani unaongezeka, hebu kusema yaani, mm mtu, acheni huko utani, hii hapana, hii hapana, kwa sababu ujue si tu mtu anaishika chombo cha moto silaha yote ile, mtu akiwa au kijojojo kitu chochote ambacho mtu akikiangalia anaweza kutumia kama silaha na kama kichaa fulani hivyo, na kuni ni kama wale wanamiliki bunduki private mm. wakifika baa, piga sana juu

Lengo lazima kuyalinda mazungumzo, kulinda vinywa. Mm. Usije kasema jambo ambalo mwisho siku mtu akawaza mara mbili akachukua ya silaha yakatokea haya. Mzaa mzao tumbosa. Sasa hapo jeshi la polisi lina bandi mtu akaja kumshtaka. Labda labda jeruhiwa aseme tu mimi mimi ni si mistaki. Lakini tayari ushadhuriana. Hata hmm, kama ni undugu ni kuwepo tayari umesheki. Mbaya zaidi ujui hivi sasa. Wewe unaweza kusema mimi nimemaliza haraka ili kuna ndugu yake au rafiki yake sema mm, ah wewe, ngoja unajifanya mjanja, ili risasi imekukosa, ngoja inakuja nyingine, inakuja nyingine. Watarudia mara pili. Utani utani itafuta tena, kwa sababu utani wenye utani kama hawa wameshibana, watarudia tena. Wewe ngoja, ikupiga risasi wewe, na wewe ni hivyo hivyo, nitakupiga tena. Njoo nikupiga tena, mwanangu, nipiga na, na, na, na, na, na kunakupeleka hospitali mwenyewe. Hmm, sasa uniwezi utani utani, utani mara pili tena, no unaendelea kwenye maziko. Kwa hiyo kuna kuna kuna mazingira unapokuwa na vitu unavyokuwa navyo na vitu unavyofanya. Sija kufikiria kwamba hata kama ndo utani ndo risasi ulenge kwenye tumbo. Mmoja amepiga kwenye tumbo. Ndio ndio, katika utani mwenyewe. Na usikuta hata jamali mnyanyulia juu. Unajua unajua ile ai, hapa itakupiga na kupiga ah, wewe nani? Kwa hivyo sasa, kwa sababu kuna bunduki nyingine, mifumo yake ukisha ukisha toa watu safe. Mm. Ukisha toa ile safe lock yake, safe pin yake. Ukigusa ile trigger kile kifyatulio kilichoka kama kialama ya mkato, mm. Ziko zaseheli nyingi, kuna ambazo ni hair trigger, yani wembamba wa nywele, distance ya wembamba wa kidole akijagusa, distance ya wembamba wa nywele inatoka na mbome narudi nyuma

silaha yoyote ile ya moto si ya kufanya nayo masihara, na bahati mbaya, yani, mm. mm. mm. hata kunusurika atumbo pia hiyo na masihara ni kama vile pia barabarani muda mwingine Mm. Kuna watu wanakuwa na maskara fulani vina vyombo vya moto zile sehemu za ataliatalfd atakabeti napitaawaskifupi mm. Yes, sio nzuri. Uh, uh, kila kitu kina mahala pake. Mm. Alama, alama ustaarabu ni kila kitu kiwe sehemu yake kustahili. Mm. Na ustaarabu zaidi ni jambo lifanywe unavyostahili kufanywa kwa utaratibu wake. Sasa, haiwezekani upo lindo, una bunduki alafu unamnyooshea rafiki yako kwa kutaliana bukujeo mm. si mahala pake kufanya vile ile ali mm. jambazi au mtu amekuja kumdhuru au watu ambao ilipaswa amfanyie hivyo, si huyu. Sasa utani, utani wanakuja utani, kuleta matukio yana mm. na sauti hata kwenye video vya bodaboda

Aa, serikali na washikadau, watu wa elimu ya utumizi sahihi ya silaha na michezo ya kutaniana wenye ukweli ndani yake, wa kuzusha kwa vitu kwe, yeah, na Tunapokuwa vijana tumekaa sehemu moja. Tuje kukumbushana na kuwa makini, tuache masuala hayo. Ah, kidogo tu tunaweza karibia siku au hata maisha yako sababu tu na vijana walifaka na muka ni ule ubishi ndio kuna mtoto unasikia hapo. Ndio kwa hiyo. Nje. Kuna bishara kama kidiko kikao moto.